Jinga sana tena, mtoto wa Ntemi ana kiburi kama cha baba yake, na haka kaingine sijame kaokota, wanaongea lugha nisiyoijua, mambo mengine ya ajabu kabisa. Bibi Gati, una shida gani ndugu yangu? Leo umelalamika njia nzima toka kule na kuona halafu unaongea peke yako, una shida gani leo? Mbona umekuwa kama mlevi wewe? <laughs> si bora hata mlevi, sio nilichofanyiwa na watoto wale washenzi sana, hasa mtoto wa Ntemi kanitukana akiwa na katoto kengine, sijawahi kukaona hata siku hii, ndiyo nimekaona leo ah. Mungu wangu, hii familia sijui wana nini hii familia, wana matatizo gani lakini eh? Lakini nikwambie ndugu yangu kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Mwisho wao umefika, tena ikiwezekana familia nzima iadhibiwe. Jamani, hapana. Sasa dada yangu, tuliza presha. Hii familia ukiifata familia ya Ntemi mambo yake ni magumu, utapasuka. Achana nao, mimi naelekea sokoni kununua mboga, we nenda kapumziki. Haya. Pole lakini. Asante. Itakufika majaribu utakosa pa kushika. Oh, oh bamba we. Eh. Mwanangu leo umetumia akili sana kumtoa huyu ndugu yako. Hivi unajua saidina na kichaa cha mbwa, yaani haogopi hata laana yule mtoto hmm. Unazungumzia laana we mzee we, unaweza kumlaani nani we mwenye hapo ulipo, una laana, unamlani nani sasa? Halafu nilikuona sana ulipokuwa unachungulia dirishani, nikaamua kukufichia siri, lakini wakati mwingine ukirudia, nitakuwaibisha hadharani kwa kweupe. Kwa tunabishana mimi na wewe eti, mwone mjinga kama mama yako. Mjinga kama mama yake? Hebu rudia tena, mjinga kama mama yake. Hivi wewe mwanaume, najialako chokiongea wewe. Baba, maliza maneno yako yote uliokuwa unaniambia. Sasa mama huyu hapa, mwambie asikie na yeye. Mwanangu Selina punguza wasilah, walosio na wasiwasi, kila kitu nimesha kiweka sawa kwa babako mdogo, lakini kaniuzi sana ilivyoenda kuongea naye <laughs> yaani uweze amini, kanishikia panga. Hata wewe amekushikia panga? Hivi huyu mzee ana kichaa eh? Hivi huwa wanadhani kwamba panga ni silaha imara sana kwao? maana hata baba alikuwa na tabia za hivyo hivyo. Ah, mimi nahisi wale wana tatizo, lakini ni kukosa tu maarifa na na ugumu wa maisha <laughs> ni wadogo sana wale, ni kama simizi tu nashika na kubinya tu wale, usio na shaka. Ingawa baba alikuwa ni mkorofi, ila kiukweli, mjomba, nimemkumbuka sana baba yangu maana nimechoshwa na vituko na kelele za ba mdogo. Sio wazi sana mwanangu, hata kibovu hukumbukwa kuliko chema, na hata magaidi wanakumbukwa sana kuliko mashujaa. <sighs> Suzunike, umesema kweli mjomba wangu. <coughs> Sawa basi, ngoja mimi nikuache niende nikaendelee na shughuli zangu za mm ila nashukuru sana kwa wewe kuchukua muda wako kwenda kuongea na yule mzee. Ah, ni wajibu wangu, nyinyi ni watoto wangu, kwa lazima nipitie hatua kwa hatua ili nihakikishe mko mikono salama. Sikio la kufa halisikiagi dawa. Unachokipanda ndio utachovuna. Unajali wanyama kuliko mwanao, baba wewe takufika majaribu utakosa pa kushika. Hizi mila na desturi zinatupeleka wapi, Ntemi? Mpe mtoto elimu, kesho watakusaidia. epukara wama baba mwana sije shika shati. Mpe mtoto elimu, kesho watakusaidia

Nimekaa muda mrefu nikiwa kimya, msifikiri na waogopa. Mimi ndiye kichwa cha familia hii, naweza nikafanya chochote, nikasema lolote na msinifanye chochote. nana na bishi lema, chukua huo mfuko, peleka store Mbona unamtoa mtoto atoke? Kwa sababu nimeona mtu akikuheshimu wewe, unamdhalau sasa. Nataka leo nikutandike mapepe yangu leo, umeamsha mke wangu. Sisi ni watu wazima, ugomvi wa nini tena? Umezidi kunidharirisha mbele ya mtoto hadi na watu wengine. Leo taki ugomvi. Una bahati, afya yangu sio nzuri na umwa, lakini ningekuwa mzima leo ungenitambua mimi ni nani. Makaro, unajua nini ukakadohaga nagoniwa nuunene. Halafu dada naoge amaneye nalinda <sighs> japokuwa mi ni mhuni lakini mambo ya muhimu nayajua, na hili ni la muhimu sana. Lakini kakako nishawahi kumfuata kuongea naye na hakutaka kunisikiliza kabisa. Hadi naogopa. Unaogopa? Eo, unaogopa

Halafu natolaniautanakatindilonineikawe na, na ni sehemu ya kulala kama naogopa nisubirie nije nende nikaweke mambo sawa pia. Okay. Eh? pyawosi tuchage kaka, naambia huko mlikoenda ilikuwaje? Hakuna kitu chochote kilichotokea huko? Mwana mwenyekiti alikuwa hayupo. Tumekuta hapo tu tumekuta hapo tu kufuli imefungwa mlangoni. Alafu nilikuwa natememeka sawa. Yaani ka ka uifika kwa hata kuokoa akaokoa yaani kana moyo yaani kana moyo asili kweli, na kujua kakaangu ulivyo muoga ila ka ulibahatika kupata mwanamke ngangali. Napaswa kujisimamia sikuone mnyonge. Simama kama mwanaume kakaangu. Wanga nangu.

namsaidia alikuwa na shida inamsumbua. <laughs> jambo gani la kumsaidia wewe, Teddy? Mwambie baba mimi hawezi kuniamini, anko. Tulikuwa tumeenda kwa babu Juma kumwomba aongee na baba ili mi anipeleke shule, nikaona pia nikiongeza na wewe anaweza akakubali kwa urahisi. hmm. baba na... hmm. Nakuomba msaidia rafiki yangu aweze kusoma kama watoto wengine. Jambo jema sana, Tedi mwanangu, takusaidia sawa. Tena leo itabidi nikaongea na baba yako. wasambura maduku va vana vekotemva mlokendo sangeja na tena baba na tena samani keti mondo

mwana si aea elimu bule. Napoteza mwana kisa mifugo? Watoto waende shule. Napoteza mwana kisa mifug